Kwa majina naitwa mhandisi Geoffrey Watson Magila, ni mwandisi wa Tarura wilaya ya Mbeya. Tupo katika barabara ya Ilembo Mwala Sapanda ambayo ina urefu wa kilomita kumi na tano. Mradi huu una thamani ya bilioni moja na milioni 257. Mradi huu unaunganisha kati ya wilaya ya Mbeya vijijini na wilaya ya Ileje. Hatua ya utekelezaji mpaka sasa tumefikia asilimia 35 ambapo tumefanikiwa kufanya kwanza kwa kuweka tuta. Mpaka sasa tumefikia kilomita 12.2, tumebakiza kilomita 1.8 ili kuweza kufanikisha kutekeleza mpaka mwisho wa barabara hii, lakini tunatarajia pia kuendelea na kazi ya uwekwaji wa tabaka la kifusi katika barabara hii yote, zote kilomita kumi na tano kutoka Ilembo mpaka Sapanda. Vilevile kutakuwa na kujenga makalavati pipe kalavati katika sehemu ambazo zinahitaji, lakini pia tuna box kalavati moja katika barabara hii ambapo lililokuwepo limechoka haliwezi kupitisha magari makubwa. Faida ambazo tunazipata kupitia mradi huu mojawapo ni kurahisisha usafirishaji kutoka wilaya ya Mbeya vijijini mpaka wilaya ya Ileje ambayo iko mkoa wa Songwe usafirishaji wa mazao, lakini usafiri wa kirahisi kutoka kwa wananchi kwa kata hii ya Mbeya vijijini na wilaya ya Mbeya vijijini pamoja na wilaya ya Ileje. Kwa kifupi, ziko faida zingine nyingi, lakini hizo ni miongoni mwa faida chache ambazo tutazipata kupitia barabara hii, hasa ikizingatiwa kwamba barabara haikuwepo. Ni barabara mpya ambayo imefunguliwa. Kwa kama tunavyoona, wananchi wamefurahia na wameupokea vizuri mradi huu na tutajitahidi kutekeleza kwa viwango vinavyohitajika kama matakwa ya kitaalamu yanavyohitajika. Lakini pia mradi huu utakuwa wa miezi sita, ambapo mradi huu umeanza kutekelezwa mwezi wa sita, lakini utakamilika mwezi wa kumi na moja. Lakini kwa spidi ya mkandarasi anayoenda nayo, tunaamini atakamilisha kabla ya miezi sita na ametuahidi. Na kwa kama tunavyoona, mradi upo ndani ya mwezi mmoja, imefika umefika asilimia 35 kwa tunatarajia kutekeleza mradi huu kukamilisha hata kabla ya mwezi wa kumi na moja, na dunia imefunguka sasa. Hii barabara hii hii barabara hii, kwa mtu ambaye alikuwa hajawahi kupita, anaweza kufikiria barabara ilikuwepo. Hii barabara haikuwepo, ilikuwa tunapita kwa shida kweli kweli, ndio sababu mbele kule kuna kiji, ile mnaita nini escaveta? Ndio linaanza kupasua linatoa miti linafanya nini, halafu linafuata lile, linaweka tuta, halafu linafuata hiyo inashindilia. Sasa mahali tunakoenda bado kama kilomita moja pointi nane kutoka hapa, panaitwa Sapanda. Sasa kwa hapa, kama sikosei, hapa patakuwa ni Santilya. Wapi? Hapa ni Santilya, Santilya. Umeona eh? Hapa ni wapi? Santilya. Nafikiri kijiji cha Sanje kama sikosei. Eh, hapa ni Sanje Santilya. Ukienda pale mbele ni Ileje. Ukienda mbele kidogo hapo, Sapanda sasa ndi unaunganisha na Ileje. Ukitoka pale unaunganisha na Rwanda kule tulikotoka, walipokuwa wamesimama hiyo gari pale. Ehe. Ukitoka pale unaweza kwenda tunaita msituni ile barabara inayounganisha na wapi? Na Iswago sasa, zote hizo tunaomba maombi yenu, zote tunataka tuzitoboe yeah. yaani tunataka maisha ya huku yabadilike haraka mno. Kwanza sasa hivi tunafikiria tutawaletea na umeme yeah. lakini kuna shule yao iko karibu hapo, nimewaletea hela kama milioni arobaini Magao, shule shikizi, yeah, yeah. Yeah, Magao, yeah. Magao nimewaletea hela zinakuja. Nina imani kwa Magao, nina imani labda kwa vile nilipokuwa nakuja huku niziacha nyuma zi, ziwe zinanifuata kwa hiyo zitakuwa zimefika, kwa vile na mimi nimeshafika nazo zenyewe zitakuwa zime yeah. Yeah. Sasa ndio tunataka tuibadilishe Tanzania lakini tunaanza kuibadilisha na Mbeya vijijini. Watu watatushangaa, miaka michache inayokuja Mbeya vijijini haitakuwa hii yeah! Barabara la lami lile nalo tumeshaanza linatengenezwa kutoka Mbalizi mpaka Shigamba yeah. na zitapigwa tani barabara karibu kila sehemu ya mji yeah! Toak kule kwenye vimji mji sijui Maganje wanaita pale ta ukienda mbele mbele kidogo siji panaitwa nini pale, Isangati ta ukija mbele pale sijui wanaita nini, Itizi ta ukija hapo Sheha ta ukija ta ukija sijui Jojo kote, ta ukija Ilembo ndio usiseme. Na tunakuja kuunganisha mpaka wapi? Shigamba na wenzetu wa kule nao wanataka Waisongole wanakuja wapi? Shigamba. Kwa hiyo kwenda Malawi sasa hivi itakuwa kama kwenda Mbalizi kutoka CCM. Yeah. Yeah. Hoye, kazi yote hiyo ni ya Mama Samia na Mama Samia anafanya kazi kupitia kwetu. Kwa hiyo mbunge wenu, kama nilikuwa na deni, si nimelilipa? Jamani, kuna kitu mnandai? Eh? Nimeanza kuzaa mapacha mafacha. <laughs> Hey. Sasa watu wengine wakiona ng'ombe anatoa sana maziwa ndio wanataka wakate kiwele wakale kale <laughs> hey, wapo wa aina hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwanza, tuwashukuru maopereto wetu wamefanya kazi, kazi nzuri. Kwa majina anaitwa Daudi Mbembela na natokea ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri idara ya utawala. Mradi huu wa barabara hii utaisaidia sana halmashauri. Kwanza utafungua shughuli za kiuchumi za wananchi, lakini pili kama unavyoona kwenye eneo hili kuna uzalishaji mkubwa sana wa mbao. Kwa mbao zetu za wananchi kutoka katika maeneo haya zitaweza kusafirishwa vizuri na zitapata soko zuri, ambapo pia nasi tutapata mapato yaliyoongezeka zaidi, badala ya kwamba iende pembeni. Lakini pia itatufungulia fursa ya kutuunganisha na wenzetu wa Ireje na Rungwe, pia kwa mradi mazao ya huku ya kilimo, lakini pia ufugaji ulioko huku huduma za wananchi zitafikiwa kwa haraka na pia wenzetu ambao ni majirani zetu wataweza kutumia hii barabara kuja kuleta bidhaa zao mjini. Kwa hiyo kama halmashauri, nashukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutoa fedha zaidi ya bilioni mbili katika barabara hii ambayo tangu uhuru haijawahi kujengwa. Kwa sasa ni mara ya kwanza kama unavyoona tunafurahi kama halmashauri, tunasema rais tunampongeza sana kwa jitihada ambazo anazifanya kuhakikisha kwamba halmashauri ya raa Mbeya inazidi kupata huduma zile za msingi kama hii miundombinu ya barabara. Hivyo tunamwaahidi tutaendelea kuilinda hii barabara na tutahamasisha wananchi wetu sasa waendelee kulima zaidi na kupanda miti zaidi, uhakika wa usafiri upo. Kwa jina naitwa Benedicto mwa, ni mkazi wa Ilembo. Nashukuru kwa mheshimiwa kututengenezea barabara yetu tupate kusafirisha mazao vizuri vile kuna mazao aina nyingi, kuna mahindi, kuna viazi. Tatusaidia pia kutoa magari. Yani hapa ilikuwa shida, ilikuwa ni shida, yani shida ilikuwa ni barabara. Mazao ni mengi kutosha, kama nilivyoongea mzee wetu hapo hapo, kutoka hapo nyuma wale hapo, kwamba kuna mbao, miti mingi na zani, unavyoiona wewe mwenyewe ni shahidi, kwa umeona hapo kwamba ni miti mingi ambayo inatakiwa itoke ikajenge Mbeya na nini, Mbeya mjini, Sumbanga, Tunduma, wapi humo. Shida ilikuwa ni kutoa tu barabara. Tunashukuru mbunge wetu kwa kutusaidia na pia kutuona jicho wapili, taendelee kutuangalia.